Naitwa Jofre Mkumbwa, ni mratibu wa jukwaa la Rungwe yetu asili. Tumefika hapa kituo cha kulelea watoto yatima Igogwe Don Bosco. Eh, kilichokuja nacho hapa ni pamoja na mchele, mafuta ya kula, mafuta ya kupaka e, pia tumeleta sabuni ya mche boksi mbili, katoni mbili, lakini pia tumekuja na sabuni za unga na juisi soda kwa ajili ya watoto ili waweze kufurahia pamoja na sisi, lakini kipekee tunawashukuru pia wenyeji wa eneo hili ambao wametupokea mahali hapa, wametupokea vizuri lakini wame na wame kusika, lakini pia tunawashukuru jukwaa la Rungwe yetu asili ambao wamefika na ambao hawakufika lakini michango yao wametoa. Ninafikiri kwamba tumeifikisha salama eneo hili na tunaamini kwamba Mungu hatawapungukia pale walipotoa kwa, kwa mantiki hii wote tunazisaka ni baraka tu kwamba Mungu atubariki ili tuendelee kubarikiwa kwa mwaka 2026. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumshukuru tu Mungu kwa ajili ya 2025, kwa sababu hakuna jema tulilofanya mbele za Mungu, lakini kupitia hili tunaamini Mungu anaweza kusikia sala zetu ili aweze kutubariki kwa mwaka unaokuja. Ninaombea heri wa Tanzania wote, wa narungwe, na kwa Tanzania wote wanarungwe na jukwaa letu ili tuendelee kuwa na umoja na mshikamano namna hii. Asante sana ni mwanachama wa kundi la kijamii linaloitwa Rungwe yetu Asili. Sisi kundi letu liko ilaani Rungwe ndo makao makuu, lakini lina wanachama maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini siku ya leo tarehe thelathini mwezi wa kumi na mbili tulikuwa tumeipanga kwa ajili ya kutembelea vituo vya wahitaji na tumefika hapa Igogwe kuja kuona watoto wako hapa. Tuliwiwa kufanya hiki kitu kwa sababu kuna watu tunapata taarifa kutoka kwa walezi kama ulivyokuwa unasikia leo kwamba kuna ndugu ambao watoto wao wako hapa lakini hawajali wala kuja kuwatembelea. Kwa po, sisi leo tumefanyika kama ndugu kwenye hii familia inayolea watoto hapa Igogwe hospitali. Kwa tumefika hapa tumeleta pampers kwa ajili ya wale watoto wachanga ambao wanahudumia ukizingatia sasa hivi ni msimu wa mvua, kwao kuanika nepi inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo tukafikiria kuleta pampers kwa ajili ya kuhudumia watoto, lakini tumekuja na mchele plastiki tatu, tumekuja na sukari kilo hamsini, tumekuja na sabuni ya unga mfuko mmoja, tumekuja na sabuni ya kipande boksi moja. Pia tumeleta juisi kwa ajili ya watoto, tumeleta mafuta pia kwa ajili ya kupaka kwa watoto kwa hivi vitu tunaamini vitasaidia pia kuwatia moyo hao wenzetu, wanaohudhuria, wanaowahudumia hao watoto. Kwao tumefika kwa ajili ya kuwaona, na ili kundi halifanyi maeneo haya tumefaidika sana. <coughs> Watoto kwa kweli wanahitaji sana msaada mbali mbali. Watoto ni wachanga, wanahitaji maziwa. Kwa mtu yoyote ambaye anavisa aje aone watoto, watoto wadogo sana wachanga, kwenye umri tofauti tofauti, aje waone watoto. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kama familia ya Rungwe yetu asili kuja, tutaweza kufikisha hapa kwa majina anaitwa Shura Selemani, angu mimi ni mmoja kati ya wale wanachama wa Rungwe Yetu Asili. Kwa namna moja au nyingine, nimeshiriki kuja kuona watoto hapa Don Bosco Igogwe Hospital. Kwa yani, kwa jinsi nilivyoona, natakiwa watoto wasaidie sana. Kwa mfano kama mzazi, yani mzazi ambaye unazaa mtu unabeba mimba miezi tisa, unajifungua mtoto, naenda unaenda kumtelekeza ase siwanawake inaumiza sana. Kwa mfano mtoto kama huyu analelewa hapa, baadaye asimjaze na nakuja kujitokeza kwamba mimi ni mama wa huyu mtoto, au mimi ni baba wa huyu mtoto, inaumiza sana. Lakini pia napenda kushauri wale watu unaweza ukagusa kwa chochote kile, pamba kali, unga wa uji, kwa namna moja au nyingine, hi tuweze kuwafikia watu, kwa sababu ukitoa hata Mungu atakubariki pale ulipotoka, anaweza kuongezea. ne yangu ni hayo hapa kwa kituo cha Don Bosco, kituo cha Igogwe. Na kwa nini tumekuja? Tunakuja ili angalau nasikukoe sadaka kwa watoto ya chakula, tunapenda majumbani. Tunamaliza mwaka kwa kula vilivyo vinono, basi kichacha, na sisi tuona ni vyema kile kichache ambacho Mungu amekujalia basi tuje tuwape watoto ili nao washirikia kuuaga mwaka vizuri, lakini hata nilipo, nimembeba mtoto ambaye ni moja kati ya watoto ambao ni ni wahitaji mtoto huyu kuhistoria kwake ni mtoto ambaye alizaliwa na mama yake ambaye ana matatizo ya akili lakini alikuja, alichukuliwa kwa maana anaendelea kuolewa hapa. Aa, sisi kama wanarungu inatamani siku zingine ukipata nafasi, sio tu kwa mwisho wa mone, huyu anaweza akaja kuikomboa Rungwe na kizazi kijavyo. Kwa hiyo natamani kama itawezekana, ana Rungwe tuamke mahali popote pale, ambapo nasikia kutoka rohoni kwa ajili ya kutoa sadaka. Unaweza kutoa sadaka lakini kupitia hiki, hatujakifanya bure, tumepita kwenye Bibilia kwa sababu mwisho wa siku sisi ni watu ambao tunaishi katika imani. Biblia takatifu inasema ni lini lineona Bwana anasema pale kwa ulipoenda kuwaona watoto yatima pale ulipoenda kuwatembelea wafungwa. Na mbaamuzi ni mwanajamii wa hii Rungwe yetu, tuwe kama nikuja kuwaona watoto hapa kituo cha donidoko Igogwe kakoli, watoto ni wadogo, watoto kuanzia mwaka sifuri mpaka wengine wako hivyo vyuo vikuu. Kuna watoto ambao wanasoma boarding, watu walikizwa wamekuja kula sikukuu wameondoka. Kuna wengine ambao kuhivyo, wa meondoka, wako vyuo vikuu, wamekuja kula sikukuu wameondoka, na wengine wadogo wapo hapa. Kwa kweli kituo ni kizuri, kisafi, kwa kuwa watu wanalewa vizuri, na kuna watoto ambao wana wazazi wao wapo hapa, wamewatelekeza waji kuwaona lakini sisi wana Rungwe yetu asili tumeona tuwaone watoto hao, tuwe nao sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu kufanyika faraja katika kituo hiki cha watoto, na huwa tunakuja karibia kila mwaka kwa ajili ya kutembelea, sio kituo hiki na vituo vingine mba mbalimbali. Nawashukuru wana Rungwe wote kwa michango yao. Sisi tumetumwa kama wawakilishi, lakini tuna kundi kubwa sana la watu nyuma yetu ambao wametuwezesha kwa hali na mali na washukuru sana.